Sara Janet Christopher Pangamwene, Jamila Rajabu Mnunduka. Jamila anaingiza cross ile, Winfrida, wow, Winfrida Hubbard Gerard Bango anawajeruhi Simba kwenye msitu wa KMC Complex. Furaha inamtoa katika lango lake naja Tidrisa Banks, ni furaha iliyoje! Yuko pale Brigadier General Hassan Mabena, mkuu wa utawala JKT, anawashuhudia wanafanya nini JKT Queens, na wanatuma salamu. Winifrida Haba Gerard Bango, ukimdhibiti kwa namna moja, umeidhibiti JKT Queens. Ukishindwa kumdhibiti, kinachokukuta ni fedheha. What a goal! Ametumbukiza mpira safi, cross ya Jamila Rajabu mnunduka, inafanya Simba Queens wakae kitako kujiuliza, tatizo ni nini? Tumai bado anapeleka, Tumai kwa Sara Joel, Maringo inaingizwa cross ile, Asha Omar amejifunga bao safi, bao lisilo mashaka, anajiuliza maswali na asipate majibu, lakini Ruti Mukalu Kengosi anakwenda kumpa pole haamini kilichotokea. CEO wa Simba anajiuliza vipi, ama zimwi la Yanga Princess amejisahau kwamba yuko Simba Queens akajiweka bao kwa mtindo ule. Bao la pili wanapata JKT Queens. Sara Joel alijaza cross ile na hakuwa na maswali wala hakuwa na mashaka. Asha Omar akapima ncha ya mkuki makali yake kwa konzi yake Queens, lakini mali ya Simba queens kwa sasa. Jentrix amesetile, pengine nafasi kwa Simba Queens, jaribu kuweka mpira ule kwenye kamba. Yes, Simba bado wanajitambulisha kuwa hatu jafa, wanajaribu kutikisa mwili kuleta uhai katika mchezo na mashabiki furaha zao zinainuka. Ni muda kidogo umesalia, labda tukashuhudie maajabu ya football. Zawadi sana, sembada la Vivian Corazon na Kino Diambo anaiandikia bao Simba Queens, pasi safi kutoka kwa Gentrix Chara. Janet Christopher Pangamwene, Jamila Rajab Mnunduka Jamila anaingiza cross ile. Winfrida, Winfrida Harbard Gerard Bango anawajeruhi Simba kwenye msitu wa KMC Complex, furaha inamtoa katika lango lake. Najat Idrissa Banks, ni furaha iliyoje! Yuko pale Brigadia General Hassan Mabena kuwa utawala JKT anawashuhudia, wanafanya nini? JKT queens na wanatuma salamu. Winifrida haba Jerard Bango, ukimdhibiti kwa namna moja umeidhibiti JKT Queens. Ukishindwa kumdhibiti, kinachokukuta ni fedheha. What a goal! Ametumbukiza mpira safi, cross ya Jamila Rajab Mnunduka, inafanya Simba Queens wakae kitako kujiuliza tatizo ni nini. Tumai bado anawapeleka stumai kwa Sara Joel Maringo, inaingizwa kros ile, Asha Umar amejifunga, bao safi, bao lisilo mashaka. Anajiuliza maswali na asipate majibu, lakini Ruti Mukalukengosi na kwenda kumpa pole, haamini kilichotokea. CEO wa Simba anajiuliza vipi, ama zimwi la Yanga Princess amejisahau kwamba yuko Simba Queens, akajiweka bao kwa mtindo ule. Bao la pili anapata JKT Queens. Sara Joel alijaza cross ile na hakuwa na maswali wala hakuwa na mashaka. Asha Omar akapima ncha ya mkuki makali yake kwa konzi yake. JKT Queens, lakini mali ya Simba Queens kwa sasa ameseti ile pengine nafasi kwa Simba Queens. Jaribu kuweka mpira ule kwenye kamba. Yes, Simba bado wanajitambulisha kuwa hatujafa, wanajaribu kutikisa mwili kuleta uhai katika mchezo na mashabiki furaha zao zinainuka. Ni muda kidogo umesalia, labda tukashuhudie maajabu ya football. Zawadi usanasembada la Vivian Koraza na kino vyambo, anaiandikia bao Simba Queens, pasi safi kutoka kwa Gentrix.